Gidi hapa Kawangware mm. Kuna kisanga jamaa wamejaa, unashangaa kun, kunafanyika nini mm -hmm. Kumbe ni nyumba ya pasta mm huyu -hmm. Pasta kumbe amekuwa na kidosho ambaye pia ni eh, jirani yake mm. Na kumbe amekuwa wanafanya mambo ya kimapenzi pale, lakini sasa pasta aliahidi ali, huyu mwanadada atamlipa pesa zake 2500 mm. mm -hmm. Sasa, ikakaa ikakaa, pasta alimwandikia SMS kamwambia, tarehe ishirini na tatu ndio ndakuwa nimepokea sadaka kwa hivyo ndakupa pesa mm -hmm. Eh, hey, mwanadada imefika tarehe ishirini na sita mm -hmm. amedisaidi kwenda kwa pasta nyumbani kwake. Unajua pasta ameoa, amemwambia mke kila kitu akamwambia pasta, mimi mme wako ndio nimekuwa naye tunashikiri mm -hmm. hiki mambo ya uroda na nini na alikuwa amenipromise pesa atanipa tarehe ishirini na tatu. What? Sasa imefika ishirini na saba sijapata pesa zangu. What? Yes mm. Watu walijaa pale Kawangware jamaa pasta kukuja kuona watu wamejaa vile mm. Alitoroka, mpaka sasa hivi hajaonekana mm. Kwa hivyo nikisanga, imefanyika juzi tu hapa Ongwaro. Watu walikuwa wamejaa, mimi nikataka kujua nini inafanyika. Mm. Kumbe pasta bana ameenda zake. Mm. Kwa hivyo jamani, jamani kama we ni pasta mm. chunga madili yako. Mm. Mm. Maana walifumaniwa pale Ongwaro. Oi, pole sana. Na hajalipa. <laughs> e, mm. Yes, bado anadaiwa. Talk, talking of masuala kama hayo. Yes kuna mwanadada alituma uh -huh. uh -huh. ujumbe hapa Radio Jambo hapo jana, sijui kama uliiona, na huu jumbe umenishangaza sana. Kwa nini? kwa nini kwa sababu uh -huh. anasema yeye mume wake alilala nje amoja. uh -huh. hmm? Unajua, wewe uko pale nyumbani, wewe kama mke yes. mume wako amelala nje uh -huh. na sio kawaida uh -huh. hmm? yes. kulala nje. Sasa uh huu jumbe huyu mama na namwita mama wa, is, kwa sababu aliaweka miaka yake kwa 41. Yes. 41, siwe ni mama exactly. We ni mama mm. Akasema, so I decided to call 10 of his friends. uh -huh. aliamua kupigia simu uh -huh. marafiki wa huyu bwanake 10, 10 of them kuweza. yes. uh -huh. kujua mume wake yuko wapi? yes. where is is my my husband, <laughs> my husband <is> not picking calls <laughs> He has slept outside uh -huh. So, akamua kupigia ten of them uh -huh. ten of friends yes. huh? sasa anasema ati uh -huh. six of them yes. confirmed yes. That he slept at their place <laughs> Six of them out of ten. Out of ten. Sita, wanasema ati alilala hapa. Ghost, mke wako anakupigia simu, anapigia Ghost, mtu wa karibu na Gidi. Alafu wewe unasema onasema, si Gidi alilala hapa, ame ametoka, yeah. tu saa hii. Yes, unajua you, you are trying to protect uh, yes, yeah, your friend, your friend yes, six of them yeah, confirmed he slept there.